Halo, tuendelee. Mtihani wa DKT Driver Knowledge Test ni mtihani wa kompyuta ambao lazima upite ili upate leseni ya mafunzo ya udereva learner driver license na zile alama za L plate katika New South Wales, Australia. Mtihani huu unakupima kama unaelewa sheria za barabarani, alama za trafiki na kuhusu usalama za kuendesha gari. Mtihani wa DKT una jumla ya maswali 45. Kila swali lina majibu matatu, unapaswa kuchagua jibu sahihi moja tu. DKT imegawanywa katika sehemu mbili: maswali 15 kuhusu kujua kuendesha gari, maswali 30 kuhusu usalama barabarani. Lazima upite sehemu zote mbili. Unahitaji kupata angalau majibu sawa 12 kati ya 15 kwenye sehemu kujua kuendesha gari na majibu ya ukweli 29 kati ya 30 kwenye sehemu ya usalama barabarani. Je, nini itakusaidia kupita DKT? Ukifanya masomo na kozi kamili ya udereva iliyotengenezwa na African Find Australia itakusaidia sana. Masomo na kozi kamili za African Find Australia zinapatikana kwa lugha za Kiafrika na za Kizungu. Ukipita mtihani wa DKT utapata leseni yako ya mafunzo ya udereva, learner license. Utapewa pia zile alama za L za kuweka nje ya gari na utaweza kuingia ndani ya gari na kuanza kujifunza kuendesha gari na mwalimu wa udereva. Jiandae kupita mtihani wa DKT bila kuchelewa. Jifunze sheria za barabara kwa urahisi ukisaidiwa na watafsiri wa Kiswahili wa African Find Australia. Pata uhuru wa kuendesha gari barabarani katika New South Wales, Australia. Finya Hoptuni, endelea somo linalofuata.